Uh, nyota bora wa mwezi na sasa yeah, tuangalie makocha bora wa mwezi ambao wamepita hapo Simba na Yanga msimu huu. Fadlu Davids ni kocha ambaye amechukua tuzo hiyo mwezi Agosti uh, mwezi Machi na mwezi Mei mm. Kachukua mara tatu mm. Msimu huu lakini pia uh, kocha wa zamani wa Yanga uh, Sadiramovic wa Ujerumani, huyu German Machine, yeye alichukua tuzo bora ya kocha bora wa mwezi uh, mwezi wa kumi na mbili mwezi Desemba lakini kocha wa sasa Miloud Hamdi yeye kiona Yanga amechukua tuzo hiyo mara mbili mwezi wa pili na mwezi uh, wa nne, mm. E, hiyo ni makocha bora wa mwezi e, ambao wamechukua tuzo hiyo kwenye vikosi hivi viwili vya Simba na Yanga kwayo, mm. kwa hiyo kwa wakati hapa pia e, kocha wa Simba kachukua mara tatu kwa maana amekuwa e, kinara zaidi yeye kawazidi yeah, wenzake, ingawa kwa upande wa Yanga wamegahala wa kwa upande wa Yanga na Simba e, kwa sasa eh, Desemba eh, uh, Ramovic lakini pia na Miloud Hamdi wakichukua uh, kwa, kwa mwezi wa pili na mwezi uh, wa, wa nne yes. Mm. Sasa nimeangalia hapa Fadlu Rahman uh, uh, yeye amechukua mara tatu mm. Lakini Miludi amechukua uh, mara mbili sasa mm. Hawa miamba wawili wanaenda kukutana uh, mm. Juni 25. Ndio, ndio. na itakuwa itakuwa kwa sababu nakumbuka Fadlu mpaka sasa hivi amekwisha iongoza Simba kwenye dabi mbili yes. ambazo zote amepoteza. Utakumbuka ile mm. ya Ngao ya Jamii yes. na ya ligi kuu zote bao moja kwa bila uh. Miloud, yeye mpaka sasa hivi ni michezo kumi vyameiongoza Yanga yeah. kwenye ligi kuu Mm, ambapo yes. Ah, amesare mchezo mmoja ameshinda yote tisa. Amesare na JKT. Yeah, ndio ndio. Kwa nakangaa okay, mm. ni takwimu ya aina yake yeah, watakutana <laughs> na watamenyana katika nyakati kama zitaona kile ambacho mm. uh, wapenzi soka barani Afrika. Itakuwa e, kwa yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Dabi ya kwanza kwa Miloud. Eh, itakuwa dabi ya kwanza kwa Miloud, itakuwa ni dabi ya tatu kwa upande wa Fadlu Davids. Kwamba Fadlu atakubali unyonge ama atajikomboa na huyu ataandika rekodi kwa dabi yake ya kwanza na kushinda